Hey, hey. Imefunguka sasa. Hebu nitajie password yako niingize tena. Password ni 1234. Yeye hey, mnafanya nini? Mbona unamtajia mwezio password yako? Unajua unahatarisha usalama wa kifaa chako au akaunti yako. Na kwa nini umeweka password rahisi hivyo? Ha? Kivipi? Unajua hii ni rahisi kuishika? Hapana, mnakosea nyie. Hiyo password ni rahisi sana kwa mhalifu kubuni na kufanya uhalifu kwa kutumia kifaa chako cha mawasiliano. Eh. Hey. Ndio. Hm. Basi nitaweka mwaka wangu wa kuzaliwa. Hapana, hapana. Mm. Hautakiwi kutumia mwaka wako wa kuzaliwa. Halifu anayekufahamu anaweza kutumia kudukua kifaa chako cha mawasiliano. Sasa unatushaurije? Usitumie maneno mara kama password ya kifaa chako cha mawasiliano, na pia usitumie majina ya utani ndugu au uko au jina la mtaani maarufu kama vile mzee baba mjeda. Vilevile vile usiandike mahala nywila yako. Hiyo si njia rahisi ya kuikumbuka nitakapokuwa nimesahau. Hivi, ulishawahi kufikiri mtu mwenye nia mbaya akiona ulipoandika password yako? Aha. Na inashauriwa kubadilisha password yako mara kwa mara. I see. Na badili pia password yako kwa kuchanganya maneno na namba. Mambo haya ni muhimu sana kufanya ili kuwa salama na kifaa chako cha mawasiliano kama vile simu, laptop, desktop, au tablet, au akaunti yako. Na endapo mtu kitumia vibaya kifaa kisicho na nywila, mwenye kifaa atawajibika na maudhui yake. Ujumbe huu umeletwa kwenu na TCRA CCC.